Watu wengi wanalisubiri. Omba baba milele, mfalme mkuu Yesu Kristo, ulinipa kuzaliwa, ninaomba na haki ya kuishi sasa. Ulinipa kuwepo, ninaomba na haki ya kufanikiwa. Baba amenipa tungu, ninaomba na chakula menipa na mabazi mba baba milele, mfalme mkuu, wewe ni mwenye nguvu na ni mwenye uwezo, unastahili kuabudiwa na kuheshimiwa. Ninakuamini na, na kutukuza baba yangu kwa jina utukufu wako, e mfalme mkuu wako kazi maarufu na ule maarufu unaoleta duniani siku ya leo, Bwana, ninaofunua ninauweka wazi mtakatifu wepeni, ukatende kazi ukafanya kwa kujidhihirisha mfano mkuu, ukaitesa watesi wangu kwa kiwa bii zangu baba, umesema hata kuwepo atakayeweza kusimama na kushindana na mimi, ukaitesa watesi wangu baba Mungu angele mfano mkuu Yesu Kristo, ninapokea nguvu mpya tena, ninapokea nguvu mpya tena, nguvu ya kazi zako, nguvu ya kazi zako Anaheshimiwa tumbila pamka baraka juu ya mtu wa Mungu Elia, tumbila pamka baraka juu ya uzao wake, tumbila pamka baraka juu ya kizazi chake walioko na watakao kucha, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba ninamsogeza mtu wa Mungu Elia mikononi mwako kama jinsi alivyo. Baba ninaogokea mtesi wa wazazi wake adui wa dui zake, tuhuka simamo kwa mtetee Bwana, tuhuka mshindie mtakatifu. Alikweli jina lako ni ngome imara, mwenyatu kibila kawa salama. Baba salama mtu wa Mungu Elia anayeingia na kutoka kwa jina la Yesu, ndugu yetu. Tukuombee kwa ajili yetu, tukuombee Bwana, tuko katika jina la Yesu Kristo. Uwe mlinzi wake, uwe msaada wake, uwe mtetezi wake, uwe kifuniko chake, uwe kivuli chake, uwe uingilio wake. Uwe mali. Na kwa hiyo tunang'oa magonjwa, na kwa hiyo tunang'oa matatizo, na kwa hiyo tunang'oa hatari